Kwingineko, familia ya marehemu mbunge wa zamani wa Lugari Cyrus Jirongo imetafuta huduma za wachunguzi wapelelezi wa kibinafsi kuchunguza kifo chake. Akizungumza wakati wa ibada ya wafu ya marehemu Jirongo, seneta wa zamani wa Vihiga George Khaniri amedokeza kuwa wachunguzi hawa watafichua watu wawili wanaodaiwa kuwa kwenye gari la Jirongo kabla ya kuhusika kwenye ajali iliyosababisha kifo chake huko Naivasha.

Cyrus was the cohesive factor in this home. He was the unifying force, and he wanted his family to remain family together. We have a privilege pretty... we have been given. Na huku kukiwa na maswali kuhusu kifo chake, Seneta wa zamani wa Vihiga George Khaniri aliwaelezea waombolezaji kwamba familia ya marehemu imegeukia huduma za wachunguzi wa kibinafsi kutafuta majibu. Kulingana na Khaniri, wapelelezi tayari wamebaini taarifa muhimu, ikiwa ni pamoja na kuwepo kwa watu wawili wasiojulikana kwenye gari la Jirongo kabla ya ajali. Pia alidai kuwa mwili wa marehemu haukuwa na majeraha ya wazi kubainisha alihusika katika ajali mbaya. Kuna wachunguzi wa kibinafsi ambao nilikuwa naona ripoti yao jana usiku, wanasema pia gari hilo lilipoonekana kwenye vyombo vya CCTV kule Naivasha lilikuwa na watu wawili wameketi mbele, nyuso hazionekani, lakini linaonyesha kuna watu wawili wameketi. So hakuwa peke yake. So mbona kwa ajali ambayo inasemekana ikaja alikuwa peke yake? Akizungumza wakati wa hafla hiyo, naibu inspekta jenerali Gilbert Masengeli alihakikishia familia hiyo uchunguzi kamili. Sisi kama serikali, we will do the needful to investigate and the forensic investigation is already on We leave no stone unturned till we get the facts. And we should not speculate about anything, because technology will not lie. Na huku hayo ya kijiri jamii ya Tiriki imesema iko tayari kufanya tambiko la kitamaduni kabla ya mazishi ya Jirongo hapo kesho, iwapo itaruhusiwa kufanya hivyo. Hata hivyo, tambiko hilo halitahusisha kuzikwa kwa tochi kama ilivyoashiriwa hapo awali, na badala yake itahusisha mchakato wa amani na kitamaduni utakaolenga kutafuta haki kutokana na kifo cha kiongozi huyo. Lakini sisi tuna tabiko moja tu ambalo kama kanisa na wale watu watakuwa hapo, wataturuhusu tutaomba Mwenyezi Mungu kwamba atupe majibu, na hakuna jipu ambalo Mungu anashi anashindwa. Yeye yeah, amekufa, mambo mingi, hakuna haja ya kurahisha kwamba hata wakiweka nini tochi amini, Mungu ndiye anachukua watu. Hii mambo ya kuweka hii ile ifanyike, na ikifanyika haitafanya Jirongo kurudi. Joseph Wahungu, Darubini.